Ee, Mpanzu ni mchezaji halali wa Simba Sports Club ambaye amesajiliwa kwa mkataba wa miaka miwili, na tunapozungumzia mkataba wa miaka miwili e, tayari e, mwaka mmoja umemalizika, lakini ndani ya huu mwaka mmoja Mpanzu ametumikia miezi minne tu, baada ya dirisha dogo la usajili kufunguliwa, ndio Mpanzu akaanza kuitumikia Simba. Kwa hiyo Mpanzu bado ana nusu msimu akamilishe mwaka mmoja alafu aje aanze kuitumikia Simba kwa, kwa, kwa, kwa mwaka mwingine mmoja. Kwa wana Simba hilo wala wasiwe na wasiwasi. Mpanzu ni mali yetu ya kudumu ndani ya Simba, sisi tuna mamlaka naye. Tukiamua kumuuza, sisi ndo wenye uwezo wa kumuuza, tukiamua baki, sisi ndo mwenye uwezo wa kubaki, na hawa wengine wote ambao wana wanajisumbua tuambie tu, uh, Tanzania hii timu ya kuchezea Mpanzu ni Simba Sports Club pekee okay. Mpanzu kwa namna yoyote ile hawezi kukubali kurudi nyuma kimaisha kwa sababu kwenda kuchezea timu nyingine Tanzania hii ni kurudi nyuma kimaisha, na wale ambao wanamhitaji Mpanzu wawe na subira. Uzuri ni kwamba wao wanajua namna gani wanaweza wakawapata wachezaji wa Simba, wanajua kabisa eh, ni Yeah. Ipi ni namna ipi? Namna nyepesi tu e, Mpanzu ana miaka ishirini na mbili.